Asante Sumbawanga. Nimerudi tena. Mwamba anachomea <laughs> hapa shombo imetoka mbali sana mpaka imekata vyuma, mm. Inakwaje kama kawa, miaka mingapi kwenye hii kazi? miaka zaidi ya 30, 40 ama miaka mitano <laughs> <laughs> lakini fundi kweli kwelikweli. misiku nyingine tena tumekutana kwenye video nyingine tena, karibu tena kutazama video mpya kabisa ambayo itafanyika hapa E, Sumbawanga, tuko Sumbawanga mjini hapa leo na msafara wa Mheshimiwa Lissu e, maana kuna timu mbili, kuna moja ambayo iko ni msafara Mheshimiwa, eh, wa chama, ako, mkoa, eh, wa Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama John Heche ambao wako Njombe wanadina mkoa wa Njombe kule, sisi tunadiina mkoa wa Rukwa ambao tuko Sumbawanga mjini, kama ambavyo unaona tuko Sumbawanga mjini e, tumekuja mara moja hapa kwa ajili ya ya kuchomea maana tumetoka mbali sana jana mpaka vyuma vikawa vinakatika hivi kwa sababu tumebeba mzigo mkubwa huku juu eh, yeah. Kama ambavyo unaona mi naitwa Swahili ishirini na tano kwenye mitandao ya kijamii. Nimefurahi sana kukutana nawe leo, nikuonyeshe leo mkutano ambao utafanyika hapa Sumbawanga mjini, uweze kuona nyomi la watu. Asubuhi tumefanya pa toka saa kumi na mbili tumeweza pa muda wa saa sita mchana ambapo leo utafanyika mkutano mkubwa sana ako, na uwanja mmoja nimesahau jina lake, lakini baadaye nitakukumbusha na nitakuonyesha jinsi gani ambao tutakuwa tunafanya mkutano leo pale. Leo sisi tumebaki hapa kwa ajili ya ku... ya kufanya PA ni kutokana na eh, kilichotokea. Tumefika hapa Sumbawanga miziki yote ya eneo hili la mjini lote wamekodisha CCM, Chama cha Mapinduzi, maksudi kwa ajili ya kutukomoa tu. Kuwakomoa watu ambao ni wenyeji ambao walikuwa wanataka magari kwa ajili ya kufanya PA, lakini wameshindwa kupata eh, kwa sababu yote sisi yao, kwa sababu miziki yote imeudhiwa na sisi mwameikodi nao, wakatengeneza event yao kwamba kuna birthday ya mama ya miaka minne kama kawaida machao, lakini sisi tukaona isiwe kesho, kwa sababu hii gari kazi yake inatembea na msafara, kwa ajili ya mkikutana na watu wananchi njiani, wanawasimamisha ndio mnatumia hii gari kwa ajili ya kuzungumza nao lakini tukaona siwe kesi leo, tuliache gari hapa ifanye PA, wananchi wajue kwamba kuna mkutano na tukutane nao jioni kwa, eh, kuanzia saa tisa. Naamini tutakutana baadaye, utaona mengi mazuri na ambao huwa uyaone kwenye TV, utayaona kuanzia hapo baadaye. Usiache kusubscribe kulike na kushare na marafiki wengi sana, nimekuonyesha baadhi ya watu lakini wengine hapo mbele wana mabango kule, nitakupeleka ukaone. Kama ambavyo unaona, msafara unaelekea uwanjani. Watu ni wengi sana eh, watu ni wengi kule nyuma, kuna kundi la watu. Tunaendelea kuonyesha matukio, cha kufanya ni kuendelea kusubscribe, kushare na marafiki eh. Tunaelekea uwanjani sasa, nikakuonyesha uwanjani kuna nini kabla viongozi hajaanza kuzungumza, kunatokea nini, kuna nini setup, kila kitu. usao kunifollow kwenye mitandao ya kijamii Swahili 25 mkutano tayari kwenda kuanza mkutano wetu. Twendeni tukamsikilize mwenyekiti wa Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Nyote mnakaribishwa mkutano <mimitra> <mimitra> <mimitra>

kwenye maandamano baadhi wameshaingia uwanjani kama ambavyo unaona uwanjani tu. Kama unavyoona hapa ni uwanjani na watu washafika, lakini, ule, ule, wa lakini wale watu wa maandamano wale kule hali, wengine ambao wananchi wanakaa maita ya karibu eneo hili, lakini wale ambao wametokea upande wa mjini ambao tumekuja nao, nadhani unawaona, ambao tumekuja nao kwenye msafara, ile nyomi yote inakuja kuungana na nyomi ya hapa, natamani... <laughs> uone jinsi gani imechoka maana imekimbia. Changamoto sana, watu ni wengi sana, nadhani eh? nadhani watu ni wengi sana na Mheshimiwa Lissu bado hajatoka, maana tumemwacha mjini na msafara wake, wanakula chakula cha mchana, maana alikuwa ameenda kwenye mkutano mwingine asubuhi. Nadhani unaweza ukaona watu ni wengi sana mpaka kule

Nitakuonyesha, takuonyesha ni jinsi gani ambavyo mheshimiwa Lissu ataingia pia, ambapo atafika, itakuwaje na msafara wake, kwa sababu msafara wake baada ya ujanga kifika nitakuonyesha. Unaona mambo hayo, watu kama wote hapa, watu kama wote yani, watu wote wakijaa hapa katikati, ni balaa, wengine wamejaa kule unapoona msafara huu unaelekea katika viwanja vya mkutano, wewe uliyeko mbali, tunaomba ujiongee, uungane na msafara huu tayari kuja kumsikiliza mwenyekiti wa Chadema taifa Baada ya kupata msafara mheshimiwa mwenyekiti ambao mtaki kule, baada ya kufika hapa uwanjani, kuwaleta watu na faibu la muziki. Sasa hivi mimi na dereva wangu bali hiyo, tunaelekea Sumbawanga mjini kumchukua mheshimiwa Lissu na kumleta uwanjani sasa azungumze na wananchi. Ndio tunaelekea sasa kwenda kumchukua hapo Sumbawanga mjini, ambapo tumemwacha anakula chakula cha mchana.

na wananchi wa Sumbawanga mjini. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana. Sasa nikuombe tayari, kabla sijamnyanyua, kunja ngumi! Kunja ngumi Sumbawanga! Kunja ngumi! Kunja ngumi! Mmefaisha sana Sumbawanga. Wakati naingia hapa, nikajua ni Mbeya mjini, kumbe Sumbawanga mjini, kote nyumi za kufa mtu. Asante sana, naomba sasa nikunyanyua mwenyekiti wa taifa ili eh, uzungumze na Watanzania kupitia mkutano huu wa Sumbawanga olisiimaboaliani serikali asante. Sumbawanga. Nimerudi tena. Nimerudi tena. Sasa sasa leo leo nasikia watu wote wanaomiliki vyombo vya matangazo leo wamefanya biashara kubwa sana. Yaani, Lissu anakuja Sumbawanga, inabidi tununue PA zote mji huu ili asipate PA. Sasa nyie wenye PA, kwa sababu nimewapandishia ni biashara namna hiyo, nafikiri si vibaya mkituchangia na sisi, ili tuendelee kuwaongezea na wenzenu wengine biashara Wananunua PA ili tushindwe kuzungumza na wananchi wa Sumbawanga. Wamechelewa leo, nimeambiwa na wale walionunua PA zote mji huu. Nasikia wananunua PA ili wafanye sherehe ya kuadhimisha mwaka wa nne wa mama kuwa rais. Eh, wamenunua pia zote mji mzima ili wakasherehekee miaka minne ya urais wa mama. Sasa kwa vile mama amekamilisha miezi miaka mye minne ya urais wake na kwa vile yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa nchi hii nafikiri hapa Sumbawanga Sumbawanga mjini, mahali hapa ambapo tumeambiwa sio mbali na alipokuwa anaishi Dionis Kipanya, hapa ni mahala sahihi kumuuliza Rais Samia Suluhu Hassan, Dionis Kipanya wa Sumbawanga yuko wapi? Sumbawanga mjini siku hii ya leo ni mahala pazuri kumuuliza uh, Inspector Generali wa jeshi la polisi Dionis Kipanya wa Sumbawanga yuko wapi? Na hapa tuliposimama leo, na hapa tuliposimama leo Sumbawanga mjini ni mahala sahihi kumuuliza mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa wa nchi hii jioni sikipanya wa Sumbawanga mjini yuko wapi? Wasitake tusherehekee tu, lazima tuwahoji maswali yanayohusu mambo mabaya ambayo yamefanywa chini yao. Dioni Skipanya ametekwa hapa, amechukuliwa na watu wa serikali, iwe usalama wa taifa, iwe jeshi la polisi, amechukuliwa na watu wa serikali, kama ambavyo umetazama video mpaka sasa hivi. Tunamalizia video yetu, nadhani unaona mwenyekiti anamalizia hotuba yake ikiwa inaenda saa kumi na mbili kamili sahizi, kama saa kumi na mbili da, uh, saa kumi na moja dakika hamsini ndio anamaliziamalizia mkutano wake. Nashukuru kwa kutazama video mpaka mwisho toka mwanzo asubuhi mpaka sasa hivi ambapo umetazama video, usisahau kusubscribe, tukutane kesho kwenye video nyingine mpya ambayo utaona kuna nini ambacho kinaendelea. Mimi sina la ziada kutokea hapa Sumbawanga mjini, tukutane video nyingine ijayo Bye -bye. Tunaondoka kwa maandamano kusikiliza mwenyekiti wetu, tunaondoka kwa maandamano.